Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ajira na watu wenye ulemavu, Ridhiwani Kikwete amekabidhi vifaa visaidizi kwa watu wenye ulemavu katika chuo cha ufundi na marekebisho Saba Saba mkoani Singida. Kwa undani zaidi, tuungane na Amini Nyaungo. Akizungumza katika tukio hilo, waziri Kikwete ameupongeza mfuko wa WCF kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya kuweza kuhakikisha kundi la watu wenye ulemavu wanakuwa na vifaa saidizi. Mm. Taasisi yetu ya WCF. Katika moja ya mafanikio makubwa ambayo tumeyapata. Kama nakumbuka vizuri Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na alielekeza. Angependa mifumo yote ya serikali isomane. Katika moja mafanikio makubwa yaliyopo leo ni kwamba WCF mfumo wake unasomanishwa na mifumo mingine ya serikali ikiwemo ile mfumo wa NSSF, lakini PPRA na mifumo mingineyo leo hii, kupitia government bus ambayo juzi Mheshimiwa Waziri Mkuu alizindua pale Dodoma, mfumo wetu wa WCF umewezesha kuwa ni mmoja kati ya mfumo ambao unatoa huduma ya hali ya juu sana. Utoaji wa huduma kwa wananchi wetu umepungua sasa toka wiki mbili wiki tatu, kutegemea na mafao na makaratasi yako. Mpaka sasa tunaweza kutoa mafao haya ndani ya wiki moja tu. Haya ni mambo mazuri na makubwa ambayo yamefanywa na WCF, lakini ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli nataka nikwambieni ya kueleza yako mengi sana, lakini nataka nikuhakishie Mheshimiwa, Mheshimiwa mkuu wangu wa mkoa na ndugu wananchi, kwa mazuri haya machache ambayo tumeyataja ikiwemo hili jambo la mfumo kusomana, leo hii tunashuhudia kwamba WCF kupitia mfumo wake wa tehama ambayo unawezesha jamii yetu kupata huduma mapema na katika haraka sana, umepewa cheti cha ithibati ya kimataifa inaitwa ISO ambayo mnaona pale kwenye tangazo letu pale, ile ISO 9001 ya 2015 haya ni mafanikio makubwa sana ambayo ambayo kwa kweli nataka nikuhakikisheni ni mafanikio ambayo tunayasherehekea, na ni mafanikio ambayo yanatupa nafasi ya kuona kweli tumefanikiwa. Lakini sio hilo tu, kubwa zaidi ambayo limefanywa na, na, na, na WCF ambayo kwa kweli mimi kama waziri nanipa sana faraja ni ile ambayo kwa lugha ya Kiswahili kizuri cha Kibagamoyo unasema kwamba tunarudisha kwa jamii, ambayo tunarudisha kwa jamii hiyo ndio hii ambayo leo hii mnaiona hapa, ambayo tunakwenda kutoa viti mwendo, tunatoa fimbo nyeupe na huduma nyingine ambazo zinaendelea kutolewa na WCF katika katika eneo letu hili. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika miaka hii minne iliyopita, zaidi ya shilingi bilioni moja toka WCF zimetumika kwa ajili ya kupeleka CSR hii kwa maeneo mbalimbali nchini mwetu. Haya mambo yamefanyika, sio tu mnaona hapa Singida ukafikiri kwamba mambo haya yanakuja hapa Singida tu pekee yake, hapana mambo haya ukienda Mbeya yamefanyika ukienda Arusha yamefanyika ukienda Mwanza yamefanyika ukienda Dodoma yamefanyika ukienda Dar es Salamu yamefanyika ukienda kule Pwani kwetu yamefanyika ukienda ukienda Iringa yamefanyika na maeneo mbalimbali ya nchi yetu yamefanyika, na na hata wakati mwingine tumevuka maji na kwenda kusaidia hata wenzetu wa Zanzibar. Haya ni mapendo makubwa sana, na haya yote mnayoyaona ndugu zangu ni tunaendelea kufanya na sio kwamba ni mwisho WCF katika kusherehekea miaka kumi tumekwisha kubaliana, tutafanya kazi hizi maeneo mbalimbali, tutasaidia wenye uhitaji mbalimbali, lakini kubwa zaidi tutaendelea kuhakikisha kwamba kazi nzuri iliyoanzishwa na Dr Samia Suluhu Hassan haiwezi kusimamia hapa Singida tu, itakwenda mpaka hata kwa wale ambao nyinyi wenyewe mtashangaa kwamba kwa nini WCF wameenda kuwasaidi hawa, lakini yote haya ni katika kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania hawaachi nyuma katika kupewa na misaada hii. Ndugu zangu mliopo katika eneo hili, nataka nirudi katika mjadala wetu wa leo, maana tukieleza yale mafanikio naweza kachukua mkutano mzima huu tukajikuta tumesimulia mafanikio mafanikio mafanikio mafanikio alafu tukasahau hata kugawa eh, zile zawadi ambazo zimeandaliwa katika siku ya leo. Kwa kweli leo tumekutana mahususi kabisa kwa ajili ya kukabidhi viti mwendo kwa watu wenye ulemavu ambao vimetolewa na mfuko wetu wa WCF kwa ajili ya kutumia na vijana wetu wanaopata mafunzo hapa chuoni. Hii itatuwezesha, itawawezesha sio tu kujongea katika kufikia huduma pindi wanapokuwa chuoni hapa lakini pia hata baada ya kuhitimu. Ikumbuke kwamba utoaji huu wa viti mwendo ni mojawapo wa maelekezo ya kimkakati wetu wa taifa wa kutoa teknolojia saidizi wa mwaka 2024 2027 ambao ulizinduliwa Dar es Salaam katika siku ya walemavu duniani yani, tarehe tatu Desemba mwaka 2024. Mkakati huu unaimiza uwepo wa vifaa saidizi kwa wingi ambao vitanuliwa pia kwa gharama nafuu, ili kuwawezesha wenye mahitaji kupata kwa urahisi. Ndugu mkuu wa mkoa, kipekee kabisa naomba nitumie nafasi hii tena kumshukuru sana Dr. John Mduma pamoja na management yake ya watumishi wake wote kwa kitendo hiki amechofanya. Kitendo hiki ni kitendo cha kiungwana kitendo hiki ni kitendo cha kimungu, lakini kitendo hiki ni kitendo cha kibinadamu sana. Naomba nikuombee heri wewe na wenzako, mwendelee kufanya hivi na misaada hii isishie hapa tu. Hakika mmeonyesha kuwa nyinyi hamuishii katika kuwajali na kuwahudumia wafanyakazi tu, bali pia mnajali jamii nzima inayozunguka wafanyakazi yao. Mwenyezi Mungu akuzidishieni na ninawapongeza sana kwa hatua hii nzuri, ndugu mkurugenzi mkuu niwapongeze pia kuwa kuwa na sera nzuri za kurejesha kwa jamii yetu ambayo inagusa zaidi kusaidia makundi maalum katika jamii ambayo kiukweli ina mahitaji mengi sana. Mnajua jamii inahitaji kusaidiwa kwenye elimu, jamii inahitaji kusaidiwa kwenye afya, jamii inahitaji kusaidiwa vifaa saidizi na kadhalika. Hivyo niwaombe msiishie hapa. Mnaweza kuangalia tena jinsi mnavyoweza kutoa huduma kwa watu wenye mahitaji maalum kama hawa. Ofisi yangu itaendelea kuwapa ushirikiano mkubwa wa kuhakikisha kwamba dhamira yenu hii nzuri ya kuwafikia walengwa wote tunaitimiza kwa pamoja. Ndugu zangu mliopo hapa, naomba nitumie nafasi hii kutoa wito kwa taasisi nyingine za serikali pamoja na makampuni na mashirika binafsi kuiga mfano huu mzuri wa WCF wa kujitokeza kusaidia makundi mbalimbali yenye mbali, mahitaji maalum, lakini pia katika kutoa sehemu za shukurani kwa mafanikio makubwa yaliyofikiwa ambapo wananchi hawa ni sehemu ya wachangiaji wakubwa sana. Ninapoelekea mwisho wa hotuba yangu, naomba kuendelea kuwakumbusha kuwa huu ni mwaka wa uchaguzi, hivyo naomba mtumie nafasi hii Wanasingida.